Sasa muungano wa upinzani unataka kukomeshwa kwa mashambulizi na unyanyasaji unaodaiwa kuendelezwa dhidi ya aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua na washirika wake wa kisiasa. Wakizungumza baada ya kukutana na inspekta mkuu wa polisi katika jumba la Vigilance jijini Nairobi, viongozi wa upinzani wakiongozwa na Kalonzo Musyoka na Martha Karua walilaumu huduma ya kitaifa ya polisi kwa kile walichokitaja kuwa kukosa kulinda usalama wa viongozi wa upinzani na kukiuka uhuru wao wa kikatiba. Kundi hilo limeonya kuwa litaandaa maandamano iwapo hatua hazitachukuliwa kushughulikia suala hilo. Viongozi wa muungano wa upinzani leo walifika katika afisi ya inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja wakitaka majibu na uwajibikaji kuhusu mashambulizi wanayodai yanamlenga aliyekuwa naibu rais na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wa chama cha Waipa na Martha Karua wa Peoples Liberation Party, waliwasilisha ombi rasmi kwa Kanja, wakilaumu huduma ya kitaifa ya polisi kwa kushindwa kuchukua hatua.

We a walitaja mashambulizi kadhaa nchini yakiwemo ya hivi karibuni huko Witima, Othaya, kaunti ya Nyeri, na ambako ibada ya kanisa iliyohudhuriwa na Gachagua ilikatizwa kwa vurugu na kuwalazimu waumini kukimbia. Upinzani ulisema vitendo hivyo ni vya kupanga vya makusudi na vya kisiasa. we have given them up to the 16th.

Viongozi hao sasa wamempa Kanja hadi tarehe 16 Februari mwaka huu kushughulikia malalamiko yao, wakionya kuwa kutochukua hatua kutasababisha maandamano ya kitaifa.

Or assisting one political party to get their bid. Wakati uo huo, viongozi hao wanataka Kanja aanzishe uchunguzi huru wa haki na wa kina kuhusu mashambulizi hayo, awasimamishe kazi na kuwachukulia hatua za kisheria maafisa wa polisi na raia wote waliohusika na kuhakikisha usalama wa aliyekuwa naibu rais, familia yake, wafuasi na wananchi kwa ujumla. John Kahiro, Darubini.